Kutokana na maambukizi ya virusi vya korona miaka miwili iliyopita, watu wengi waliamini kwamba kufungwa kwa ibada ya hija kwa Waislamu basi ndio mwisho wa dunia umewadia. Wengine waliamini kwamba kitendo cha kusimamishwa kwa hija ni kitendo ambacho hakikubaliki na ni kitendo haramu, yaani kitendo ambacho hakikubaliki katika Uislamu. wa watu wengi wanaamini kwamba ni mara ya kwanza ndiyo ibada ya hija kusimamishwa katika historia tangu kuanza kwa Uislamu. wa wanahistoria na watafiti wa Kiislamu wanafahamisha kwamba kwa uchache ni zaidi ya mara 40 ibada ya hija haikufanyika, na hii ni kutokana na sababu tofauti, ikiwemo sababu za kisiasa. Kama tunavyofahamu siasa huwa ikiingilia vitu tofauti katika jamii, ikiwemo pia majanga ya asili, maradhi, usalama mdogo kwa mahujaji wanapokuwa safarini, matatizo ya kiuchumi na kadhalika. Ni zaidi ya mara 40 ibada ya hija ilipigwa marufuku au kusimamishwa katika historia ya Uislamu. Tukufahamishe matukio tofauti na nyakati tofauti ambazo ibada hiyo haikufanyika. Mwaka 1865 ibada ya hija ilisitishwa kutokana na mauaji ya maelfu ya mahujaji katika mlima wa Arafa, eneo maalumu wakati wa kutekelezwa ibada hiyo. Mashambulizi hayo katika ibada ya hija yaliendeshwa na Ismail ibni Yusuf al Alawi, na sababu ambazo zilipelekea mashambulizi hayo zilikuwa ni sababu za kisiasa. Uamuzi wa kusitishwa kwa ibada ya hija ulichukuliwa wakati ambapo mahujaji walikuwa tayari katika mlima huo wa Arafa. Mnamo mwaka 930 kundi linalojulikana kama Karamit liliiba jiwe jeusi linalopatikana katika msikiti wa Maka. Msikiti ulivamiwa na Waislamu waliokuwemo waliuawa. Jiwe liliibiwa na kurejeshwa baada ya miaka 22. Ni jiwe jeusi ambalo linapatikana katika Al Kaaba. Unaweza kujiuliza kwa nini walifanya kitendo hicho, waliiba jiwe hilo. Kwa sababu tu walikuwa wakiamini kwamba hija ni ibada ambayo ilikuwepo kabla ya Uislamu, hivyo basi Waislamu hawana wa haja kutekeleza ibada hiyo ambayo wao wanaamini kuwa ni ya kipagani. Mahujaji zaidi ya elfu 30 waliuwa wa kinyama mnamo mwaka 317 baada ya mtume kurejea Maka katika kalenda ya Kiislamu. Abu Tahir, mfalme wa Bahrain na kiongozi wa dhehebu la Karmit, alivamia mahujaji na kuchukua jiwe jeusi na kulipeleka katika eneo la Kataf. Alitaka kuiba pia kijisanduku ambacho kimehifadhiwa michoro ya nyayo za Nabii Ibrahim, baba wa imani. Mwaka uliofuata wafuasi wa dhehebu hilo Karmit walitaka hija ihamie katika mji wao. Waislamu waligoma, baadhi yao waliuawa. Mfalme huyo aliwaendeshea kipigo kisichokuwa cha kawaida. Mnamo mwaka 983 wakati wa ukhalifa wa Ibn Abbas na Ubaid imeripotiwa kuwa hakuna hujaji yoyote kutoka Iraq aliruhusiwa kudiriki hija Maka. Waislam kutoka Iraq hawakuruhusiwa hija kufuatia mzozo uliokuwepo kati ya khalifa mbili hizo, moja ikiongozwa na Ibn Abbas, huku nyingine ikiongozwa na Ibn Abd wa Misri. Mzozo huo ulichukua muda wa miaka minane 8. Mahujaji kutoka maeneo mengine isipokuwa Iraq ndio ambao waliruhusiwa kudiriki ibada hiyo ya hija. Na mnamo mwaka 1253, mahujaji kutoka Iraq waliruhusiwa kudiriki hija baada ya kuzuiliwa kwa muda wa miaka kumi. Mnamo mwaka 1257, hakuna hujaji yoyote kutoka Hijaz aliruhusiwa kudiriki ibada ya hija, tukiachana na sababu ambazo ni za kibinadamu ikiwa pamoja na sababu za kisiasa na jamii. Mnamo mwaka 1814 mwaka huo takriban watu elfu nane walifariki kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa tauni katika eneo la Hijaz. Mnamo mwaka 1831, maradhi kutoka India. Mnamo mwaka 1837, ugonjwa mwingine ulitokea na kupelekea hija kutokufanyika kufanyika kwa kipindi cha miaka mitatu. Hija ilisimamishwa kwa muda wa miaka mitatu. Mnamo mwaka 1846, mlipuko wa kipindupindu kwa muda wa miaka kadhaa hadi mwaka 1850 kilitokea tena mwaka 1865 na mwaka 1883. Mnamo mwaka 1858, wakazi wa Hijaz walikimbilia Misri kufuatia maambukizi yaliyotokea. Serikali ya Misri kipindi hicho iliwapokea wakimbizi hao na kuwaweka karantini, na karantini hiyo haikuwa na malengo mengine isipokuwa kuzuia virusi hivyo kuzagaa katika jamii. Mnamo mwaka 1864, mahujaji wasiopungua 1000 walikuwa wakifariki kwa siku kutokana na virusi. Miili ya mahujaji waliofariki kutokana na kipindupindu iliyohifadhiwa bila ya kuheshimu mazingira ilipelekea kuongezeka kwa idadi ya vifo. Nyakati nyingine ikiwemo mwaka 1895, sababu ambazo zilipelekea baada ya kusitishwa hazikufahamishwa. Ni sababu tofauti ikiwemo sababu za kisiasa kiusalama na kiafya ndiyo sababu ambazo zinapelekea eneo hilo takatifu kuweza kufungwa ili mahujaji wasiweze kudhurika. Kyata Online, subscribe chaneli yetu, tuna mengi kukuletea.